ujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo mie hapa ni VMM ukipenda Victor Mandala Mandala. Na hilo basi ningependa tuendeleze pale tuliachia hapo jana, nikiwa na shukuru Mungu kwa wema wake, kwa ukuu wake. Amekuwa Mungu mwaminifu kwetu sote. Naam, ni wakati tuendeleze. Of course, jana tulikuwa pamoja, tukasemezana mengi, katika kitabu cha Mark sura yake ya nne msari wa thelathini na nne na thelathini na tano na tukajifunza mengi zaidi hapo jana. Kwa hivyo basi popote pale ulipo natumai basi kwa wale ambao walikuwepo basi e, tulikuwa pamoja pale, niruhusu tupate kuendeleza tu kwa ajili ya muda, na nikumbushe kwamba iwapo ungependa e, tuenende pale itakuwa e, vema zaidi uweze kusubscribe pale ili usiachwe nyuma. Nam mi hapa ni VWM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na hapo e, Jan of course tukasoma pale, na ningependa tuendeleze kitabu cha Mark chapter 4 uh, verse 35 39. Tufike mstari wake wa thelathini na tisa Biblia inasema vipi? Verse 35. Siku ile kulipokuwa jioni akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo wakauacha waka, waka mkutano wakamchukua vile, vile alivyo katika chombo na vyombo vingine vilivyo eh, vilikuwako pamoja naye. Ika, ikatokea dhoruba kuu ya upepo mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwako katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? 39 Akaamka akaukemea upepo akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma kukawa shwari. Mwenyezi Mungu, tasema asante kwa neno lako, twakuhimidi, tunakutukuza, tuna kuenzi, twamba ukapate kunenda nasi na punguzi ili kuongezeka kwa, kwa jina la Yesu, amen. Amen Bwana aenende nasi nam. Naposoma katika andiko hili pahala ambapo tumesoma Eh, kuna mambo ambayo tutajifunza pale na kabla pale nikumbushe zaidi. Zaidi kwamba iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nasi, unaweza ukahakisha kwamba namba moja umesubscribe chini ya video hii. Kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe, kaambia sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share na weke comment yako pale, itakuwa vema tena zaidi na zaidi. Pia hakisha kwamba iwapo labda unahitaji la maombi ama una swali, nambari ambayo unaweza kutumia kunipata ni 0722 24 39 49. Nambari yangu ya simu ni 0722243949. Vilevile pia kwa kama wahitaji kutoa sadaka, waweza ukatoa sadaka yako pale itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo unatoa kwa nambari ambayo ni 0722243949, yani 072224394 Naam, niruhusu basi pahale ambapo tumesoma Biblia inasema vipi, tumeanzia mstari wa 35, ambapo Biblia inasema kwamba eh, verse 35. Siku ile kulipokuwa jioni akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Yesu mwenyewe amewaambia kwamba tuvuke mpaka ng'ambo , ile amewaambia kwamba tutoke, twende kule, alafu alipofika katikati dhoruba ikatokea, hali ikawa si hali, na nikawana tafakari kitu kimoja kwamba wameambiwa na Mungu twende na Yesu twende, kwa hivyo ni Yesu amewaelekeza, lakini ndio hawa nakumbana na dhoruba pale katikati. Na nikiwa natambua kitu kimoja kwamba licha ya kwamba ni Mungu amekutuma, si kumaanisha kwamba hautakumbana na dhoruba njiani. Licha ya kwamba ni Yesu amekuelekeza, si kumaanisha kwamba hutakumbana na dhoruba njiani. Naam, in other words, pia namaanisha kwamba si si kumaanisha kwamba unapopatana na dhoruba na changamoto njiani, sio ishara kwamba si Yesu alikutuma most of the time twafika mahala ambapo wakati mambo yanachemka kidogo, twafika mahali twafikiria kwamba huenda si Yesu ametutuma, huenda si Mungu ambaye amekusudia, yani When things go haywire tuanza kujiambia kwamba huenda si kusikia sauti ya Mungu vizuri, nilisikia sauti yangu. Ningependa kuambia kwamba, kwamba usifanye judgment, usifanye uamuzi kutokana na kile ambacho unapitia. Wakati mwingine Mungu anaweza karuhusu upitie mambo magumu, Mungu anaweza karuhusu ukapitia mambo mazito, lakini sio kumaanisha kwamba haujaokoka vizuri una, una, tunampata yule mtumishi wa Mungu ambaye alifika wakati mambo yakawa magumu, marafiki wakamtenga. Naongea kuhusu Ayubu. Mambo yakawa mazito, walipo na walipomtenga, mpaka wengine walikuwa wanamwambia fanya hivi, tubu, mpaka hata waife yake mke wake anamwambia fanya hivi, mkufuru Mungu ufe. Anaona huyu pahali umefika, hakuna otherwise. We just mkufuru Mungu uende kwa sababu you are of no use, hauna umuhimu wowote kwa hivyo, mkufuru Mungu ufe, lakini akashikilia msimamo wake. Ningependa kuambia wewe ambao unantizama siku ya leo kwamba umefika mahali ambapo unapitia mambo, unafikiria kwamba kwa kupitia yale ambao unapitia ni kwa sababu ya dhambi ambazo umefanya, na hisi ni kuambia kwamba si kwa sababu ya dhambi. Wakati mwingine ni mambo ambayo imekusudiwa tu, Mungu ameruhusu kwa sababu hauna Mungu, ndio unapitia hayo. Ni safari tu ili ukapate kuwa. Ili ukapate kumachua rap, ni mtihani tu ili upite uende kwa the next class. Kwa hivyo usikate tamaa, ni mengi ambayo unapitia iwe ni kwa ndoa yako, iwe ni kwa huduma, iwe ni pale kazini, popote pale, ni mitihani maisha haya na mitihani mingi sana. Usikate tamaa, Mungu ana mpango mzuri nawe. Wakati mwingine tuapitia mpaka unaweza ukajiuliza kabisa, Mungu, am I still with you? Je, bado niko pamoja nawe? bado uko pamoja nami? Na unajua nakumbuka nyakati zile tulikuwa wazazi wetu wana, wanafika mali anaweza kukunyorosha, umefanya kosa, mpaka unafikiria huyu mzazi ananichukia. Mwalimu pale shuleni anakuchapa, ukitoka pale ukija kwambia mzazi anakunyorosha pia, unafikiria watu wananichukia. Kumbe si kuchukia, walikuwa wanataka ufanye usome kwa bidii. Kile ambacho upo sasa hivi, mara nyingi utapata kwamba ni the sum total ya kile ambacho walikusaidia ukiwa mchanga. Kwa hivyo basi ni vema tumtazamia huyu Mungu. Kwa hivyo si kumaanisha kwamba umetenda dhambi, yale ambayo unapitia si kumaanisha kwamba umetenda dhambi, bali mtazamie Mungu aliye mwanzo tena mwisho. Yeye ni Ebeneza, atakushindania atakupa ushindi wake kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo usikate tamaa, mtumaini yetu Bwana na atakutenda wema katika hali zote. Najua kuna mengi ambayo labda wapitia, lakini mtumaini yetu Bwana. Mapito ambayo unapitia si kwa sababu ya dhambi ulizozitenda, bali ni ili utukufu ukapata kumrudia Mungu. Kwa hivyo usikate tamaa, ni ili ukapata kugrow muscles ambazo Mungu anataka ugrow kwa ajili ya next level yako. Kwa hivyo usikate tamaa. Wakati mwingine tuafikiria ni Mungu ametutenga, Mungu ametuacha. Mungu hajakuacha, amesema vipi katika maandiko, I will never leave you nor forsake you. Mungu ana mpango wa kuacha, ana mpango wa kuwa pamoja nawe hadi mwisho wa dahari. Kwa hivyo usikate tamaa, mtumainie kwa kila jambo na utashinda si kushinda tu, anasema katika maandiko ametufanya kuwa zaidi ya washindi. Kwa hivyo nawe unaenda kufanywa kuwa si mshindi tu bali zaidi mshindi. Niruhusu tuendelee zaidi hapo kesho, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Ni hapa ni VWM, ukipenda Victor Madumandala, tupatane hapo kesho tukiendelea zaidi. Kwa wale ambao basi umesikiliza pale, ni kujuze kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo, ni maandiko yanasema hivyo. Kwa hivyo iwapo uko pale wahitaji kutoa sadaka yako, unaweza katumia nambari hii ambayo ni 0722 24 39 49, nambari ambayo unaweza ukatumia pale ni 0722 24 39 49 naza tuma pale eh, sadaka yako eh, thanksgiving ama una, sadaka yako tu na mwabudu Mungu na matoleo yako ni sawa. sufuri saba mbili mbili mbili nne tatu tisa nne tisa twenty four thirty nine 49 God bless you. Miapa ni hapa ni VMM, ukipenda Victor Madumandala. Kwenye himizo asubuhi ya leo ni kuambia kwamba usiondoke, pia kabla usubscribe chini ya video hii, kuna neno subscribe, yo neno subscribe click, neno subscribe click, hiyo neno subscribe. In case uambia sign in, sign in na Gmail account yako. Copy the link and share, niweke comment yako hapa chini na Bwana akutende wema. Kwa hivyo hakikisha kwamba umesubscribe chini ya video hii na Mungu akutende wema. Mi hapa ni VMM ukipenda Victor Mandala ni kuambia kwamba mapito unayopitia changamoto unazopitia hali ambayo unapitia si kwa sababu ya dhambi ulizozitenda, si kwa sababu Mungu amekuacha. Wakati mwingine ni kwa sababu tu ni mtihani ili Mungu akupeleke katika ile next level. Kwa hivyo usikate tamaa, usifike mahali ukaona kwamba Mungu hayuko pamoja nawe. Amesema vipi? Narudia tena, I will never leave you, nor forsake you. Tazamie tu atakutenda wema. Shalom, God bless you and bye bye. Subscribe, eh? Bye bye.